Kijiji cha Terati kilichopo wilayani Simanjiro mkoani Manyara kikijumuisha vitongoji kumi kinapata maji yake kutoka chanzo cha mto Terati ama korongo. Awali lilikuwa likitiririsha maji yake kwa mwaka mzima, lakini baadaye kutokana na shughuli za kibinadamu, korongo hili likakauka na baadhi ya chemchem zikaacha kutoa maji, lakini baada ya hatua kadhaa za madhubuti kuchukuliwa na viongozi wa serikali ya kijiji pamoja na wananchi wa kijiji hiki, uhai wa chemchemu hizo ukarejea na maji yakaanza kutiririka kwa mwaka mzima. Naketi na keti na mwenyekiti wa kijiji hiki Bwana Kone Penet Medukenya, tukizungumza kuhusiana na hatua walizozichukua ili kuhakikisha korongo hili linarejea katika hali yake ya uasilia ya kutiririsha maji kwa msimu mzima. Athari ambazo kama kijiji mlizipata kutokana na utupaji wa taka kwenye maeneo haya, kwanza kuanzia hapo. So, uh, athari ni kubwa sana ambayo kijiji imepata katika utupaji wa taka kwenye vyanzo vya maji ya mto Terrat asa ni kubwa kwa maana ili korongo hapa tulipo sasa ndo benki ya maji ya hivi vyanzo vya maji ndo inaanzia hapa, lakini miaka thalathini iliyopita arobaini iliyopita maji haikuwepo maeneo haya, lakini baada ya miaka elfu mbili kumi na tisa tukaanza kuhifadhi ile korongo kwa kusaidiana na odoho mbalimbali na kudhibiti utupaji wa taka, maji ikaanza kutoka. Kwa hiyo athari tumepata kwa sababu taka zinazotupwa hapa zinazuia hizi chemchemi kutoa maji. Kwa hiyo athari ni kubwa sana sana sana sana katika utupaji wa taka kwenye vyanzo vya maji. Nataka unielezee historia kidogo, kwamba hali ilikuwaje ah, korongo miaka ya nyuma? Ili korongo ilikuwa ina maji miaka ya sabini mpaka themanini ilikuwa ina maji lakini shughuli za kibinadamu ilipoanza kuongezeka katika vyanzo vya maji ikiwemo kukata miti, kutupa taka, maji ilipotea. Kwa hiyo maji ilienda kabisa, haipo kwa hiyo kuanzia hiyo miaka ya themanini na nane pale themanini na nane themanini na tisa kuanzia tisini hapo maji ikapotea kabisa. Kuanzia hapo ikapotea mpaka kule chini ikawa maji haipo, ikawa ni hili ni eneo tu la watu ambao watu wanachungia tu mifugo, watu wanatupa taka, watu wanamoa mawe hizi mawe ambazo unaona, watu wanachota mchanga. Kwa hiyo shughuli nzima ile ya kibinadamu ikiwemo utupaji wa taka na kung'oa mawe na nini, ikaharibu kabisa vyanzo vya maji. Lakini kuanzia miaka elfu mbili kumi na tisa, serikali ya kijiji kushirikiana na wadau pamoja na wananchi wakaanza kusema kwamba tutafanyaje ili tuhifadhi ili tuhifadhi korongo. Lakini baada ya shughuli za kuhifadhi ilipoanza sasa tukaanza sasa kuona kwamba maji inafanyaje, inaanza kutoka tena huku juu kabisa, ambayo ulivotea zaidi ya miaka 30. Kwa hiyo historia fupi ya mtotera ni huo. Kipi haswa mm. ambacho mli, mlikifanya? yeah. tulipata wadau pata, pata mtafiti mmoja kutoka chuo kikuu cha, cha Sokwene SUA ambaye amekuja kufanya utafiti wa mito ambazo vipo huku kijijini na ambazo zilikuwa zinatirika miaka hiyo. Walishirikiana na wananchi pamoja na kamati husika pamoja na serikali ya kijiji, lakini baadaye kijiji tukapata ushauri kwa kushirikiana na wale wadau ambao wa Pingos, wa ni watu wa Pingos. Bahati nzuri kulikuwa kuna mwanakijiji mmoja ambaye anafanya shirika anafanya kazi kwenye shirika la Pingos wakati huo sasa, wakati ule utafiti unafanyika yeye alikuwepo, lakini baada ya kupata ushauri wa wataalam wasomi wa mazingira, tukaanza sasa kusema kwamba hebu tuhifadhi kwa sema, tufanye mambo mawili. Swala la kwanza tuunde sheria ndogondogo kwa ajili ya kuilinda ili korongo. Elfu mbili kumi na nane kumi na tisa, sheria ndogondogo zikaanza kuundwa na ikabarikiwa. Kwa hiyo sasa ilipoundwa sheria ndogondogo tukasema kwamba mtu akiingiza mbuzi korongoni atapigwa faini laki mbili. Mtu akichota ma mawe korongoni, akienda kuchimba mawe korongoni ama kuchota mchanga, faini yake laki mbili, na hiyo mawe inapelekwa kwenye eneo la umma. Kwa hiyo baada ya kuunda sheria ndogo hiyo ya kijiji, tukaanza sa kusimamia, mifugo akaanza kutoka, watu wakaanza kuacha kukata miti, watu wakaanza kuacha kuchimba mchanga tukaanza sasa kuhifadhi hivyo lakini, baada ya miaka miwili, elfu mbili na ishirini na moja, tukapata wafadhili kutoka shirika la Pingos, wakaji wakasema tunataka tuwasaidie kuhusu kuhifadhi hichi chanzo cha maji kuendeleza. Tukatoa maoni kwamba sisi kama kijiji tunadhani ni vema tuweke fenzi. Wakasema tuna fenzi kidogo mita mia tatu, tufanyeje? Tukasema tuweke, wakati huo na sisi tutasimamia sheria ili isiendelee kufanyaje. Tukaweka hii miata mia tatu hapo juu mpaka kule chini, lakini huku kwa upande huu wa korongo kwanzia pale darajani tukaanza kuziba maeneo ambayo watu walikuwa wanapita kuja upande huu ko. Mm -hmm. Ulipoziba tu jua hata watu wakipitapita kwenye vyanzo vya maji vinasaidia kukauka, kwa sababu, tunakuwa na uharibifu mdogo mdogo. Kwa hiyo tukaanza kuzuia tukatenga maeneo maalum kwa ajili ya ng'ombe kupatia maji, kwa ajili ya mbuzi kupata maji, kwa ajili ya watu nao kwenda kupata mahitaji yake. Tukaanza sasa kuona manufaa ya hii sasa korongo kuanza kutilika na kutoa maji maeneo mengi. Taka zilikuwa nyingi sana, mlifanyaje? Mli, mli, mli na zilikuwa kwa kiasi gani zile? Kwa kweli, ile taka ilikuwa ni ngumu na ilikuwa taka ngumu, sio laini hata, <laughs> ilikuwa taka ngumu bala sababu, kulikuwa kuna chupa kuna yeah. nyole kuna ma, vitu vi, vi, vi, vingi sana vya ovyo. Sisi tulizoea kufanya, tuliendesha operation ya kufanya usafi kwenye vyanzo vya, vya maji mm. kupitia kila Jumamosi wa, mwisho wa mwezi kufanya usafi kwenye vyanzo vya maji na mazingira kwa ujumla. Lakini pia tuliunda kamati ya mazingira ambayo imeundwa na watu ishirini kutoka vitongoji vyote kumi vya Terrat, kwa maana kila kitongoji imetoka watu wawili, tukawapa wasimamie na tukawapa meno kwamba ukikamata mtu tunampiga faini laki mbili lakini yule nao, ile kamati nao watapata asilimia kidogo, au watapata sabuni kidogo, kwa ajili ya kufanyaje, mm -hmm. ya kulinda hizo vyanzo vya maji. Kwa hiyo tuliokota hizo taka tukachoma kwa kiasi kubwa, tukaondoa, tukaendelea sasa kuhamasisha usafi wa kila mwisho wa mwezi. Lakini pale tunapokamata kamata wahalifu wa ambao wameharibu wa tunatoa adhabu mbili. Tunampa akasafishe kama kuna taka iliko pale. Adhabu ya kwanza ni kusafisha hiyo taka na kuhakikisha kwamba ameitoa, lakini adhabu ya, ya pili ni kupigwa shilingi laki mbili anaingiza kwenye akaunti ya kijiji kwa mujibu wa sheria ndogo ndogo ya kijiji. Kwa hiyo tukafanya hiyo kazi. Na manufaa yapi mmeyaona, mbali na maji tu kutiririka, manufaa mengine ambayo mmepata baada ya kuchukua hizo hatua zote? Manufaa wananchi wetu wameelimika na wameona kwamba serikali yao ya kijiji ilikuwa inamaanisha nini. Waliona sasa baada ya maji kupatikana na watu tu, kwanza wafugaji, unajua sasa hivi ni kiangazi. Kwa hali ya kawaida ungekuta sasa hapa siku na kijani, kuna majani kijani nyingi tu, mm. Sasa hivi wafugaji, ingekuwa sio hiyo sheria, sio kwamba wameelimika, wangekuwa wanakuja kufanyaje? Kuchunga, lakini wameelimika. Kwa hiyo -hmm. faida ya kwanza wananchi wetu wameelimika juu ya utunzaji wa vyanzo vya maji. Huu kijani unawafurahisha kwa kiwango gani? Kwa kiwango kikubwa sana, hapa tu ni mwanzo, ukienda kule chini unakuta kijani imefunga kabisa mm. kwa hiyo inamaanisha kwamba huu kijani kuwepo, inaendelea kuwa na kivuli nzuri katika vyanzo vya maji, kwa hiyo jua inayepiga kabisa zile miale za jua hmm, haifiki kwenye vyanzo vya maji moja kwa moja, sababu kuna sasa hii majani kijani inazuia. Kwa hiyo inaendelea kusaidia ubaridi, naendelea kusaidia hizi chanzo za maji kuendelea kutoa hizi chemchemu kuendelea kutoa maji. Upatikanaji wa maji umekuwa rahisi kiasi gani? Upatikanaji wa maji kwanza Serikali imejitahidi ime, ime kusambaza maji kwa wananchi mm. Kwa hiyo ile wingi wa wale wananchi ambao walikuwa wanategemea kwenye hizi vyanzo vya maji hizi chemchemu kuchota maji, tumewapelekea maji vitongojini na sasa hiyo manyumbani. Kwa hiyo, kwa sasa mahitaji mengi ya matumizi ya binadamu kwenye maji wanapata manyumbani kwenye vitongoji vyao, na hata mifugo wenyewe enyewe, sasa hivi kijiji tunazo visima vya maji vitongoji viwili, kitongoji cha cha Lamkuta A na B, Londelemeri A, mashuleni, madukani A na B, sasa wanapata maji safi na salama. mm -hmm. Kwa hiyo tunavyosema kwamba haturuhusu. Hakuna sababu ya mwananchi kukuambia kwamba nimekuja kunyesha mifugo hapa, au nimekuja kuoga hapa, au nimekuja kuchukua chochote ndani ya maji hapa, kwa sababu tayari serikali ya CCM katika kutekeleza ilani ya CCM mm -hmm. ilisababisha wananchi kupata maji ndani ya kilomita moja au ndani ya nusu kilomita. mm -hmm. Kwa hiyo wananchi wamepata maji manyumbani na ndio maana tuna kauli mbiu sasa, tunasema uwasa maji bombani, alafu tuna mpango mwingine tunasema sidiuso, ambayo inawasaidia wa wananchi kupeleka maji manyumbani. Kwa hiyo upatikanaji wa maji ni mkubwa sasa katika maeneo ya makazi ya wananchi. Wananchi labda ukipewa nafasi mm, ukawaambia wananchi kuhusiana na kuendelea kutunza hichi chanzo cha maji utawaambia nini? Nitawaambia, nitasimama kwamba tuzuie chanzo cha maji kwa sababu zaidi ya vitongoji sita Kisima kirefu ambayo kimechimbwa ambayo inasaidia hizi vitongoji vyote kupata maji kwa ajili kwa kwa ya kwa kwa faida yetu na baadaye vizazi vijazo waikute hazina. Unajua maeneo mengi ukienda Simanjiro huwezi kukuta korongo linavoliika. Simanjiro propa ni makorongo haya na wili Terrat na wili Boseret. Unu kienda maeneo mengine ni pakavu. Kwa hiyo sisi tukiwaambia wananchi wa Terrat tutunze hii kama zina na kama tunu na bahati ya kipekee ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Nitawaambia hivyo kwa sababu ni bahati ya kipekee na ni tunu ambayo tumepewa watu wa Terrat na ndio chanzo cha Terrat kuendelea sasa na kufika hatua iliyo iliyopo. Naam. Nimefikia tamati ya mazungumzo haya na mwenyekiti wa kijiji hiki ndugu Kone Penet Medukenya tukizungumzia hatua walizozichukua katika kutunza chanzo hichi cha maji. Mimi ni Isack Dickson na hii ni Orkonerei Digital.